Yes bana, mambo vipi? Mwana sawasawa digital, hope uko poa kabisa, and unaendelea kutufuatilia fresh kabisa. I, I think kuna baadhi ya watu wengi wanahisi kabisa kwamba ukishakuwa na gari kali basi wewe ni tajiri. Basi ukishakuwa na gari la kifahari pia e, utakuwa ni tajiri sana. Na moja kati ya magari ambayo ukipita hata mtaani kila mmoja atashtuka, e bana, wow, fulani kapita na gari kali, ndinga, gari chuma fulani hivi, naeleweka e bana, ni Range Rover. Ni moja kati ya magari ambayo pia yanafanya poa zaidi hasa katika industry hii ya e bana, wasanii wakubwa au watu ambao wanafahamika, anaweza siwe msanii wa muziki, anaweza akawa bongo movie, anaweza akawa ni watu wa Hollywood huko, anaweza akawa ni mtu yoyote, lakini ukimiliki gari aina ya Range inaonekana kidogo kipato chako pia kimeweza kuchangamka. Lakini pia kumekuwa kuna maswala mazima ya matukio tofauti tofauti yanakuwa inaendelea kutokea lakini pia siku zote anasema kwamba sio kila ambacho utakinunua wewe kila mmoja ataweza kukipenda, na hii imeweza kumtokea mmoja kati ya washikaji ambao pia wanapatikana kule Marekani UK, ambapo sasa yeye ameweza ali, aliibiwa ya bwana gari yake aina ya Range. Ni miezi kadhaa imeweza kupita, takriban miezi eh, kama mingapi hivi, lakini ni, ni nyuma kidogo aliweza kuibiwa gari yake. Lakini pia sasa, eh, kitu ambacho eh, kwa sasa hivi kimekuwa ni, ni, ni kitu cha rahisi zaidi, ni maswala mazima ya utandawazi utandawazi kuwa eh, ukiweza kusababisha vitu vingi kuweza kuwa kukaa sawa kila kitu kuweza kukaa kwenye msimamo kila kitu kukaa kumenyoka kabisa. Sasa na hii imeweza kumsaidia mshikaji huyu ambaye aliweza kuibiwa gari yake aina ya Range kuweza kugundua kila ambapo lilikuwa likiondoka linapita sehemu fulani, linaenda sehemu fulani, linaenda sehemu fulani, mshikaji alikuwa anaelewa, kwa sababu alikuwa anaifuatilia kwa njia moja ama nyingine. Sasa mshikaji huyu anafahamika kwa jina la uh, Jimmy Munday, mkazi wa Uingereza, ambaye pia alikuwa akilifuatilia mienendo ya gari lake aina ya Range Rover kwa kuweza kutumia application ambayo inafahamika kwa jina la Apple AirTags, ambayo pia iliweza kufichwa ndani ya gari hilo ambapo sasa mara baada ya gari hiyo kuweza kuibiwa likiwa barabarani miezi kadhaa iliyopita eh, katika eh, jiji la Manchester kutokea kule eh, Uingereza. Sasa mshikaji mara baada ya kuweza kuea utandawazi, pia kama nilivyokuambia, umekuwa ukiwafungulia macho watu wengi zaidi, kwa sababu anaweza kutumia utandawazi huo kuweza kufunga eh, vitu kama hivyo. Hicho eh, kidude au kifaa ambacho kimefungwa kwenye hiyo gari kinafahamika kwenye la, eh, Apple, eh, Apple AirTag, ambapo sasa hiyo inaweza kumsaidia yeye au hata wewe ambaye unaweza kufunga hicho kitu kuweza kukusaidia eh, kuonyesha kwamba mali yako iko sehemu fulani. Mali yako popote ambapo itakuwa inaenda, utakuwa unaiona na kuipata kwa urahisi zaidi. Mshikaji anafahamika kwa jina la Jimmy na ambaye anapatikana huko Uingereza katika jiji la eh, Manchester. Sasa taarifa pia zikiendelea kusema kwamba gari hilo liweza kusafiri kupitia Ulaya, lakini pia likaingia bahari ya Mediterranean, moja kati ya sehemu ambazo pia ni bahari kubwa inafahamika duniani kote, kila mmoja anajua. Baada ya kupita huko pia likarudi kapita eh, mfereji wa Suez na hatimaye kuweza kufika kwenye ya mama Samia, jamhuri ya kidemokrasia ya Tanzania, nikimaanisha hapa Bongo. Kwa sasa pia limekuwa likitoka na kurudi katika eneo lile lile katika nchi ya Tanzania, yani limekuwa likiondoka kaenda ka eh, ka Kenya au akaenda labda Kongo nil, limekuwa likizunguka sehemu tofauti tofauti, lakini pointi kubwa ikiwa ni Tanzania, na kuonekana kwamba ni moja kati ya sehemu ambazo linaweza kutumika sana na kukaa sana ile gari ni hapa eh, Tanzania. Sasa,

Yeye mshikaji huyo ambaye na, alikuwa analimiliki gari hilo ameshajua kwamba gari hilo linapatikana hapa Tanzania, lakini pia kuna picha ambazo pia nakupitishia hapo, ni moja kati ya zi, vile vitu tunaweza kusema vielelezo vya routes ambazo pia alikuwa anaangalia. Tumeona pale kuna masuala mazima sijui ya Kinondoni, Sinza, ni nini nini kwenye hizo. E, ukiangalia vizuri hizo picha unakuwa bwana unagundua sasa, yapi maoni yako kuhusiana na e, wizi huu, lakini pia upi ushauri wako kwa huyu mshikaji ambaye alikuwa anaona kila sehemu ambapo gari yake inakuwa inaenda? Sasa ni kwa nini alikuwa anashindwa kuchukua hatua Eh, mara baada ya kuona gari yake limeweza kuibiwa na and then akawa anaendelea kulifuatilia ku, eh, kupitia ile Apple AirTag ambayo amekwisha kuifunga kwenye gari yake, kwa sababu uwezekano wa kulirudisha ulikuepo. Kama alikuwa anajua unapita labda kwenye bahari fulani, kulikuwa kuna uwezekano kabisa wa kuweza kuzuia kwamba gari hile isiweze kuendelea na safari lene, aliacha hadi kapita katika masuala mazima ya eh, mfereji wa Suez huko hadi limeweza kufika hapa Tanzania, na ndipo kuweza kusanua kwamba gari yake ana uhakika asilimia mia moja alipo Tanzania, maeneo ya Kinondoni huko maeneo ya Sinza pia yamekuwa ni moja kati ya sehemu ambazo pia yameweza kutajwa. Yapi maoni yako kuhusiana hili? Hata ungekuwa wewe mm -hmm, ungeweza kuvumilia bwana, chombo chako cha moto kiweze kwenda umbali mrefu kiasi hicho? Au ni vile tu kutaka kujua kwamba end point ya kile kitu kinaweza kutua ni sehemu gani, au ni katika bwana nchi gani? Maoni yako yatakuwa ni ya muhimu, ni ya muhimu sana. Ushauri wako kwa Jimmy utakuwa umetisha kinomano, lakini pia endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook pamoja na X bila kusahau pale YouTube ukisubscribe channel yetu, utakometisha kinoma noma kwa sababu utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates, lakini pia more information about sawasawa digital. chao chao chao.